Na mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unakumbuka kwamba ambaye Diamond, Diamond alikuwa naye katika mahusiano anayefahamika kwa jina la Sara. Huyu ni bidada ambaye Diamond alikuwa naye katika mahusiano tokea kipindi hajatoboa kimuziki, yani bado hajapata umaarufu, alikuwa bado yuko kwenye msoto, anaendelea na mishe nyingine mtaani. Alikuwa na huyu mpenzi wake ambaye alikuwa anaitwa Sara. Sasa baada ya kuachana, ndipo Diamond naye pia akatoboa kimaisha. Sasa baada ya hapo ni kwamba Sara naye pia akaja akapandishwa jukwaani eh, na akapata umaarufu siku ile pale wakati Diamond, ana perform pale viwanja vya Posta Kijitonyama, jijini Dar es Salaam ambapo watu wakaanza kumfuatilia Sara ambaye ndiye aliandikiwa wimbo Nenda Kamwambie. Sasa, basi ni kwamba baada ya hapo kukawa kuna contradiction kwa sababu inasemekana kwamba Diamond alipompandisha ex wake jukwaani, Zuchu alimind na akaondoka nyumbani kwao. Kwa hiyo hiyo ikawa ni moja kati ya story ambazo zilitrend sana. Kwa hiyo Sara, hivi karibuni bwana, kupitia kurasa wake wa Instagram aliruhusu mashabiki wamuulize maswali Mba, eh, usha, eh, ushauri mshauri kitu Zuchu, mapenzi yanamtesa, ambapo Sara akasema kwamba hajateseka haja bado akizidi akizidi kuteseka atasepa mapenzi haya na aga mshauri. Hiyo ni moja kati ya jibu ambalo alijibu Sara, baada ya watu kumwambia kwamba mshauri Zuchu kwamba mapenzi yanamtesa, lakini pia ni eh, kwamba alipewa ali, tena swali jingine, akasema kwamba bwana, kati ya kati ya Rita na Zuchu eh, ukiambiwa umchague mmoja utamchagua nani? Yeye akasema ye, Sara akaja akajibu akasema kwamba hakuna hata mmoja Meona eh? Yani kwamba kati ya Rita na Zuchu yeye pale aoni hata mmoja ambaye anamfaa Diamond. Haikuishia hapo, Bibi Sara aliulizwa swali jingine, ambapo akaulizwa kwamba bwana, vipi kuhusu chibu eh? akuungi hela Kozi, mmetoka mbali sana, ulikuwa naye kipindi hajajipata, akumbuki fadhira. Sara akaja akajibu akasema kwamba sio tu hajajipata, hadi alivyojipata bado tulikuwa tuko pamoja na nilienjoy. Ameandika hivyo Sara, kitu ambacho kinaonyesha kwamba Diamond kipindi ambacho amejipata tayari, kumbe alikuwa pia yuko katika mahusiano na Sara low key. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini sasa baada ya haya yote ku happen ni kwamba tukaja hapa tukapitia kuna page hapa imekuja kuripoti jambo lingine ambapo wamesema kwamba bwana si, kuna mtu hapa alikuja akauliza baadaye kwamba je, j ni kwamba Sara anawachukia hawa Rita na Zuchu au ni nini kinaendelea? Kwa hapa kuna page hapa imekuja kuripoti kuhusiana na majibu mengine ya Sara ambapo hapa wameandika kwamba siwachukii Zuchu na Rita, ila amkuelewa. Unaambiwa kwamba baada ya baada ya Sara kuwaomba followers wake wamuulize chochote kupitia Insta story yake mwanadada alikuwa Mwanadada ambaye alikuwa ni mpenzi wa Diamond Platinumz wa zamani, Sara, aliulizwa na mtu mmoja kwamba maidia why unamchukia Zuchu na Rita. Nimeona kuna mtu ka kuuliza E, uta, utamchagua nani, ukajibu kwamba wote hawaendani na Diamond. Kwa nini? Sasa, kutokana na swali hilo, bibi Sara bwana akaja akajibu akasema, kwamba Sara akaja akajibu kwamba simchukii yoyote, labda haujaelewa swali. Alisema kwamba nichague hivyo, sina uchaguzi kwa yoyote yule, ila simchukii mtu yoyote. Kwa nini nimchukie wakati hatujuani?